Sodiamu ni moja ya elektroliti nyingi zaidi mwilini mwako, na inajaribiwa kwa urahisi na maabara nyingi. Utakuwa umesikia kuhusu upimaji wa sodiamu, na ni ur, kwa kiasi kikubwa ni kiwango cha ur upimaji katika maabara nyingi, na mara kwa mara wagonjwa wazee hupimwa sodiamu. Kwa nini sodiamu ni muhimu? Kwa sababu inakusaidia kuwa na mtindo wa maisha wenye afya. Sodiamu ya chini inakufanya kuwa dhaifu, huenda usiweze kutembea vizuri, usingizi kupita kiasi, kizunguzungu, ugumu wa kutembea, na katika hali mbaya, unaweza kuishia kuchanganyikiwa, kupoteza fahamu, na hata koma. Sodiamu inagunduliwa kwa urahisi, inatibiwa kwa urahisi. Hata hivyo, ni muhimu kujua ni nini chanzo cha sodiamu ya chini. Watu hufikiria kwamba kwa kuchukua vidonge vya chumvi au chumvi kwenye chakula itatibu sodiamu yangu. Hiyo si njia sahihi. Ni nini chanzo? Naam, sodiamu kama nilivyokuambia inadhibitiwa kwa umakini na mwili, na kwa ujumla kuna sababu za kimaumbile ambazo husababisha kushuka kwa sodiamu. Njia rahisi ya kueleza kwa nini sodiamu hushuka kwa watu wengi ni ulaji wa maji bila kipimo. Sodiamu ya chini kama nilivyosema, mara nyingi ni ya kimaumbile, na unahitaji kushauriana na daktari wako ili kupata chanzo chake.